Asante, makamanda ah, ah. Ah, ninashukuru, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi siku ya leo kuzungumza na Watanzania nikiwa kwenye ardhi ya nyumbani kwa wa Mbeya kanda ya Nyasa wilaya ya Chunya, na ninamshukuru Mungu leo nimekutana na makamanda wenzangu wajumbe wa kamati ya utendaji Jimbo la Lupa wilaya ya Chunya kwao najisikia raha sana, maana niko nyumbani na ninazungumza kama mwenyekiti wa kamati ya mafunzo kanda ya Nyasa. Stafu, ninayo mambo machache ambayo ninataka kuungana na chama changu taifa, kanda, mkoa na kanda zote nchi ya Tanzania, hususan kuhusu swala la mwenyekiti wetu taifa kuwekwa magereza. Mpaka sasa ninatamani makamanda, kabla sijazungumza tuimbe kidogo kamwimbo mwimbwa weka. Weka ngumi zako namna hii. Nikisema Chadema, sema sema, usiogope sema. Chadema, sema sema, usiogope sema. Chadema, sema sema, usiogope sema. Sisi Chadema hatuogopi sisi, sema sisi Chadema hatuogopi sisi, Chadema. Sisi, Chadema. Sisi, Chadema. Sisi Chadema, sema. Baada ya wimbo huu ninatuma ujumbe kwa serikali ya Chama Cha Mapinduzi ninatuma ujumbe kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwamba Tundu Lissu sio haini, Tundu Lissu sio muharibifu katika taifa hili. Tundu Lissu ni mtetezi wa haki za binadamu, Tundu Lissu ni mtetezi wa Watanzania, Tundu Lissu ni mtetezi wa watu wote walioonewa kwenye mifumo mibovu, mifumo gandamizi ya uchaguzi katika taifa letu. Baada ya kusema hayo, ninaomba niliase jeshi la Polisi na niase serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa na Samia Suluhu Hassan, inayosimamiwa na Chama Cha Mapinduzi, badala ya kushughulika na Tundu Lissu, badala ya kushughulika na CHADEMA, ishughulike na hawa mafisadi, hawa waizi wanaoliibia taifa letu. Ripoti ya, ya CAG inazungumza madudu makubwa makubwa ambayo chama cha mapinduzi wanawaibia watanzania hawa. Badala ya kushughulika na hawa wezi ambao wameiba fedha wamepora fedha, inashughulika na CHADEMA. Sasa mimi ndiye nitakayeongoza msafara wa wanachama na wananchi na wapenda amani kwenda kusikiliza kesi tarehe ishirini na nne kutoka wilaya ya Chuo na wanachama wa chama hiki na wananchi wapenda amani wapenda haki wako tayari kwenda Dar es Salaam Kisutu kuhudhuria kusikiliza kesi ya magumashi kesi ya mchongo ambaye anapewa mwenyekiti wetu taifa, ambaye ni mheshimiwa Tundu Lissu. Hivyo makamanda wote ambao mnanisikia na ambao mmepiga simu mara nyingi kwa viongozi wa jimbo kwamba utaratibu unakuje, wa kuelekea Dar es Salaam. Leo hii tunatoa tamko nikiungana na wajumbe wa kamati ya utendaji jimbo la Lupa kwamba kuanzia kesho asubuhi tutaanza safari kuelekea Kisutu Dar es Salaam. Makamanda, ah. ah. ah. Mimi nikizungumza mengi sana nitapunguza uhondo, lakini niwaambie tu kwamba, uh, hawa watawala ambao wanaogopa uchaguzi, maana wanaogopa uchaguzi. Wangekuwa hawaogopi uchaguzi, wasingekuwa wanatengeneza kesi za mchongo CHADEMA tuna msiba, tuna msiba ambao msiba huu atakayetutibu atakayetupoza msiba huu ni tume huru ya uchaguzi. Msiba wetu wanachama wenzetu, mpaka sasa hivi hajulikani walipo. Hatujui Beni Sanane yuko wapi, hatujui Mbise yuko wapi, hatujui Deo Soka yuko wapi, hatujui Shade la Kachaula yuko wapi, hatujui Donis Kipanya yuko wapi, na wengine ambao wanaendelea kutekwa alafu bado natolazimisha tuingie kwenye uchaguzi wakati haya makovu yanatokana na uchaguzi. sababu ya kwenda Dar es Salaam, nguvu ya mfalme ni watu wake. Huyu, huyu Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama, mwenyekiti wa chama taifa, ni mwenyekiti wa CHADEMA taifa, ko ni lazima wanachama wake anaowaongoza waende kusikiliza kesi inayomkabili maana, tunaiomba pia mahakama ya Kisutu itoe spika nje kwa sababu wanachama tuko wengi, kutoka wilaya ya Chunya na mkoa wa Mbeya tuko wengi. Ile mahakama ile eneo la mahakama litatosha. Huyu ni mwenyekiti wa chama taifa. Huyu mlilo anayetuzuia, asijaribu kusaidia CCM. Tunataka iache mahakama itende haki. Sisi tunataka kwenda kumuunga mkono, kuungana naye mwenyekiti wetu taifa, uh, Tundu Lissu. Ndugu waandishi wa habari, mimi naitwa Chance Mwaikambo kutoka kanda ya Nyasa. Hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mungu abariki sana.